So wanasema ukitaka kumuua mbwa mpe kwanza jina baya, na ukishampa mbwa jina baya, ukamwambia huyu ni mbwa kichaa, na kila mtu akaamini huyu ni mbwa kichaa, basi unaweza ukamfanya chochote mbele ya watu na hakuna atakayehoji. Na hii ni fomula ambayo Marekani imekuwa ikiifanya, na sasa ndicho ambacho kinaendelea kwa Maduro ndani ya Venezuela, Donald Trump ameshaagiza majeshi Amerikani ya Marekani yanaelekea kule Venezuela. Stori ambayo ipo duniani sasa hivi ni kwamba je, Marekani itaivamia Venezuela? Wakati tukijiuliza je, China itaivamia Taiwan, kama ambavyo tulikuwa tunajiuliza je, Putin ataivamia Ukrain. Sasa hivi majeshi Amerikani ya Marekani yamesogezwa karibu kabisa na sehemu ambayo wachambuzi wa mambo na sehemu kubwa na mjadala mkubwa duniani ni kwamba anaivamia Venezuela. Sasa anaivamia Venezuela kufanya nini na kwa nini? Ndicho ambacho kimefanya nifanye hii session kwa sababu inabidi uelewe kwanza, tuma ambazo wanatumunazo Maduro na kuna watu tu unasema simple ni kwa sababu ya mafuta, I know that. Unasema labda Trump ni kwa sababu ya mafuta, lakini amefanyaje kufikia hapa? Kwa sababu Sheria za Marekani zinakataza rais aliyeko madarakani wa nchi yoyote ile kushtakiwa ndani ya Marekani. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba Maduro hawezi kuishtakiwa endapo ni rais wa Venezuela, lakini sasa inabidi ujue kwamba Marekani haimtambui Maduro kama rais wa Venezuela. Na hapa ndipo inabidi sasa turudi kwenye historia ya haya mambo ya uadui unaanzia wapi na Venezuela na vitu vingine kama hivyo. So, kuna hiyo hoja ya kwanza ambayo wengi tunaifahamu kwamba Venezuela ni moja ya nchi inayozalisha mafuta kwa wingi duniani na imekuwepo hivyo kwa miaka mingi sana. Na hii ni nchi ambayo ilianza na Hugo Chavez. Kama unamkumbuka huyu jamaa ambaye alikuwa ni moja ya ni kama Nyerere wao hivi na ni mwalimu ama ni menta wa huyu ndugu Maduro. Sasa kuna vitu kadhaa hapa inabidi uelewe kwamba mwaka elfu uh, mbili kumi na nane baada ya Maduro kuwa ameshaongoza nchi baada ya Hugo Chavez kufariki. Maduro alikuwa ni kama mtoto pendwa hivi, yani alikuwa anaonekana kama ndio amerithi mikoba. Ni mentor wake, ni rais aliyetoka, you know, na alikuwa anawakazia kweli, rafiki yake alikuwa ni China, Cuba na sehemu nyingine. Kwa hiyo urafiki wa Venezuela na nchi za yani, uadui wa Venezuela na Marekani haujaanza kwa Maduro. So inabidi ulifahamu hilo kwanza. Kwa hiyo issue ya mafuta na mvutano ulikuwepo miaka mingi. So kwa nini sasa hivi Trump anataka kuivamia Venezuela? Sasa uelewe hivi, 2018 uchaguzi ulifanyika na huu ni uchaguzi ambao kwa jinsi ambavyo Marekani iliutangaza ni kwamba Venezuela haukuwa uchaguzi uhuru na haki. Ni uchaguzi ambao ulikuwa na malalamiko mengi kutoka kwa upinzani. Sasa funny part ya ili saga lote ni kwamba kwenye uchaguzi wa 2018 alichaguliwa ama kutangazwa mshindi ni Nicolas Maduro, lakini mpinzani wake ambaye alikuwa ni, amba ni spika wa bunge ndugu Juan Antonio Guaido, majina ya huko kwao, lakini ni Juan Antonio, alikuwa spika wa bunge. Huyu jamaa akawa ni mtu ambaye alikuwa anakubalika sana street, kwa hiyo akaonekana kama dokta silaha fulani hivi. Sasa baada ya matangazo, amini matokeo kutangazwa, huyu naye akajitangaza street kwamba yeye ndiye ameshinda na ndiye raisi wa, yaani akajiapisha mwenyewe. Sasa alivyojiapisha, Marekani ikatangaza kumtambua. Kwa hiyo argument ya serikali ya Marekani ama serikali ya Trump sasa hivi ni kwamba tangu elfu mbili kumi na nane rais wa Venezuela ni Juan Antonio na sio Nicolas Maduro. Kwa hiyo wanamtafuta Maduro kama a rogue agent au a rogue president. Yeah. Yaani ni kama mtu ambaye ni, ni, ni muhuni ambaye ana kundi lake la jeshi ambalo linaiongoza Venezuela kwa mabavu. Kwa hiyo sio kwamba wanamfuata kama rais wa Venezuela. Na hii ndio trick ambayo watu wengi wanashindwa kuelewa. Kwa nini wamefanya hivi sasa? Sio mara ya kwanza Marekani ku kutaka kumshtaki mtu ambaye yuko madarakani. Zamani sana utakumbuka. Sasa sijui nitakurudisha hapa. Huyu jamaa napenda sana jina lake la pili, anaitwa Manuel Noriega. Huyu jamaa, kwa watu ambao mnafuatilia siasa za Central America, alikuwa ni mmoja wa viongozi walio hit sana wa Panama. Hii Panama ni eneo ambalo lina ule mfereji ambao unaunganisha bahari mbili. Huu mfereji ulijengwa na Marekani na ulikuwa huko chini ya Marekani miaka mingi. Kwa hiyo, Panama ikawa ni moja ya eneo ambalo ni nyeti sana kwa biashara za dunia, ni kama unavyoona nilivyokuwa kuelezea Sudan kwenye hii red sea. So hapa Panama ni moja ya sehemu sensitive sana pia kwenye masuala ya geopolitics za dunia kwa hiyo Huyu Noriega alikuwa ni dikteta ambaye Marekani ilikuwa inamsapoti, lakini sasa Mwamba akaja akazinguana, na story yao ni ndefu, lakini wakafanya mtindo huu. Jamaa alizingua kweli, na alikuwa ni drug dealer, yani sio kwamba tu walimsingizia, kweli alikuwa anafanya biashara ya cocaine, ambayo nitakuelezea uweze kuelewa geopolitics ya cocaine na jinsi ambavyo zina opereti kwenye eneo hili la Central America na I mean, kusini mwa America, Central America na North America ambao ndio Marekani yenyewe. Nitakuelezea hivi punde. Lakini huyu Noriega nilichokuwa nataka kukuambia ni kwamba alikuwa ni kiongozi wa Panama lakini walivyogundua sasa hali yake ni mbaya kwa sababu alikuwa kweli, kuna madili yake mengi anacheza na CIA ulikuwa anajua, Marekani ilikuwa anajua. Siku walivyomchoka, walimpa jina baya hivi hivi. Kwa hiyo wa kaacha kumtambua kama raisi wa nchi ili waweze kumuishtaki na kweli, walichokifanya wakaanza kusogeza majeshi yao karibu na eneo husika Panama. So walichokuwa nasubiri ni huyu jamaa aweze kuwashambulia, na akishawashambulia wao ndo wakapata nafasi ya kumvamia na kumuondoa madarakani, wakamkamata, alifia jela huko Bwana Noriega, napenda sana jina lake Noriega, Manuel Noriega, ukimfuatilia utamjua zaidi. Lakini kwa nini nimekupa hii story? Ni kwa sababu ndicho exactly ambacho Trump sasa hivi anamfanyia Maduro. Kwa hiyo unavyoona hizi boti zinalipuliwa kwenye katikati ya visiwa, na kuna discussion kwamba kuna ushahidi gani kama wale wa jamani, wauza madawa. Kwa hiyo kuna boti za Venezuela ambazo zinalipuliwa na ni za watu nyeti, hamna mtu anajua kama kweli ni hivyo, lakini narration ambayo na wanaipush uh, serikali ya Trump ni kwamba ni boti za Venezuela za madawa ya kulevya. Lakini sasa wanachofanya ni kwamba ni, wana, ni kama beti ni kama chambo hivi ambacho wanamsubiri Maduro aweze kula hicho chambo ili waweze kuingia na kumvamia. Kwa hiyo kuna hiyo tension, wameshasogeza majeshi na matukio yote unayoona ni Trump anajaribu kumpok Maduro kuona kama ataingia kwenye mfumo alafu tusikie wamemngoa pale, na sababu zinaweza zikawa hizo sasa unazosema, mafuta, sijui vitu gani na nini na nini, lakini hii inafanya nikupe kwa haraka haraka, kwa kumalizia, geopolitics iliyopo kwenye ishu ya madawa ya kulevya, kwa sababu mashtaka ambayo Marekani wanayo dhidi ya Maduro ni kwamba wanasema huyu jamaa ni drug dealer. Lakini guess what, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na ripoti rasmi ni kwamba ndani ya Venezuela hakuna cocaine at all. Yaani, Venezuela hawazalishi cocaine. Kwa hiyo ni ripoti rasmi ambazo serikali ya Marekani inasema haizitambui. Sasa basi, nikupe kidogo hii jiografia hapa ya cocaine ndani ya uh, South America, Central America na North America. Iko hivi, zao la coca, tukianza na historia ya hili zao ni zao ambalo linakuwa kwenye sehemu ambayo ina milima na hali fulani ya hewa na hali fulani ya udongo na rutuba. Kwa hiyo ni sehemu ambayo sio milima ile mikavu, ni milima lakini kuwe milimani, kuwe na baridi alafu, pia kuwe na ardhi yenye rutuba. Kwa hiyo haya maeneo yapo South America, America Kusini kwenye nchi za Colombia na Colombia, karibu yote eneo lake linastawi sana umea wa koka, na Bolivia pamoja na maeneo ya Peru. So hizi nchi tatu, shika hizi nchi uh, Colombia, Bolivia na Peru ndio nchi ambazo zinalima sana ili zao la coca. Na ili zao zamani, historia yake ni kwamba lilikuwa linatumika kutafuna. Yaani, ni zao linalolimwa, lilikuwa na matumizi mengi. Unatafuna, watu walikuwa wanaogopa, kwa sababu nimekwambia ni nchi za milima kule. Kwa hiyo walikuwa ukitafuna inakuondolea kile kizunguzungu cha mlimani. Na pia kuna jamii nyingi zilikuwa zinatumia kama, uh, kama matambiko yani unali, unalichoma unafanya nini unalitafuna alafu unakuwa, hiyo ndo unakuwa hai, so unawasiliana na spiritual beings eh. Yeah, kuna baadhi ya jamii kama Rasta pia wanatumia bangi ambayo ukishavuta ile vibe wanasema unakuwa hai wanakwambia una ni rahisi kuconnect na ile uh, spiritual being ya kwako. Kwa hiyo koka ilikuwa inatumika hivyo hivyo, lakini wanatafuna. Pia ilikuwa inatumika kwenye issues za uh, kutibu sijui tumbo, sijui kizunguzungu, kichwa kiku, kikiuma, um, ku relax sometimes. Unajua walikuwa wanatumia kwa matumizi mbalimbali mbali, enzi hizo. Then ikaja kipindi sasa cha maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ndipo ikagundulika kwamba ndani ya koka kuna baadhi ya kemikali ambazo zinaweza zikatumika kwa matibabu. Kwa mfano, uh, kwenye, uh, pain killers, kuna kemiko ambazo zinaweza zikatumika kwa zikawa kama dawa za pain killers. Zilikuwa na matumizi mengi mengi, so baadaye zikawa zinatumika pia kwa dawa ya meno. Kwa hiyo wakati huu sasa, hii teknolojia ndio ikaja ikazaa kokaini kwamba watu wakajua kwamba ili zao tukilichakata linaweza likazaa cocaine. Sasa maendeleo ya sayansi na teknolojia yamesha kuwa kiasi kwamba painkillers tunajua tuzipatie wapi, wa mbali na coca. So ikaonekana hili jani lina madhara kama ilivyo bangi kuliko faida, you know? kwa hiyo kilichotokea um, nikapigwa marufuku, lakini sasa kwenye jamii za South America ambazo nimekuambia lilikuwa ni zao ambalo kwanza, kutokana na marufuku yake, na ni zao ambalo lilikuwepo miaka mingi, linakuwa linapanda bei kuliko kilimo mahindi na mazao mengine ambayo sometimes hayastawi. Kwa hiyo wakulima wadogo wadogo kwenye hizo nchi wanakuwa wanalima hili zao na kuuza kwa hizi cartels, na ndio maana kuna nchi zote ambazo zina hili zao zinalimwa kwa ukubwa, hazijawahi kutulia serikali zake, kama Colombia unavyosikia. Uh, mambo yake ni magumu kwa sababu ili zao ili liweze kulimwa kwa wingi, inabidi maeneo mengi yatawaliwe na cartels, na hizo cartels ndani yake ndo zinafanya huo mchakato wa kulichakata kugeuka cocaine. Sasa elewa hivi, ukiangalia kwenye ramani hizo nchi nilizokutajia Colombia, Bolivia, uh, Bolivia, Peru, South America kwa ujumla zipo mbali sana na Marekani. Ili zao halistawi Mexico. Mexico ipo karibu sana na Marekani. Kwa hiyo watu wengi wanahisi cartels ambazo ziko Mexico ni huwa wanalima cocaine. Lakini kiuhalisia Mexico ni njia ya kupita na kufanyia processing kuingia Marekani. Kwa hiyo cartels ambazo zipo uh, ndani ya Colombia, cartels ambazo ziko Peru na nchi nyingine ambazo ni za jirani kama Brazil, kwenye mamisitu huko wauni wameweka maviwanda yao. Wanatumiaja cartels za Mexico na hizo Central America kupitisha mzigo wao kwa sababu ni rahisi kutoka uh, Amerika ya Kusini kuja mpaka Mexico. Kwa sababu bado ile bahari wanakuwa na miliki wa Mexico. Kwa hiyo cartels za Mexico zinakuwa zinajitengeneza vizuri na nguvu yao ku make sure kwamba maeneo mengi ya bahari wanayamiliki wao, ili kupitisha mizigo kutoka huku Amerika ya Kusini. Then wao sasa ndo wanafanya means za kuingiza ndani ya Marekani, so unaweza ukaona hiyo chain ilivyo. Kwa hiyo hizo nchi, kuna nchi ambazo ni uh, ambao ni kama mabroker, ni watu kati wa hizi dawa, lakini nyingi zinatoka Amerika ya Kusini na nchi zake. Sasa umeshaelewa hiyo chain ilivyo. Sasa nimekwambia Venezuela haina hiyo historia na hata hizi taarifa za kwamba kwa sababu Noriega, nilikuambia yeye alingolewa kwa staili ile ambayo Maduro anatakiwa kungolewa, lakini shida ni kwamba Maduro sio hana cartels. Maduro pia ana jeshi kubwa sana. Venezuela ni nchi kubwa mara dufu ya Panama, kwa hiyo ina jeshi kubwa, wana masubmarines. Kwa hiyo haitakuwa vita ndogo kupigana na ile nchi. Nadhani unafahamu kwamba Marekani pia ilishindwa Cuba, eh. Kwa hiyo vita za hayo maeneo sio vita rahisi kivile, na ndicho ambacho Trump amewekewa hapo. Sasa ni kete ambayo anaiangalia, je, atafanya ama hatafanya? Lakini kinachoendelea ndo hicho kwamba kuna ishu ya sera za Maduro kwamba hazifit kwa Marekani. Wichi nimekuambia ni ishu ya kihistoria, sio mpya, tangu kwa Hugo Chavez ambaye ni menta wa huyu Maduro ilikuwa hivo hivo mpaka sasa hivi kuna dau la dola milioni hamsini ambalo Marekani wameweka kwa mtu yeyote atakayefanikisha kumkamata bwana Nicolas Maduro, na guess what, kuna wauni wamesha jaribu ambao walikuwa wanatoka Marekani, walijiunga PNC moja PMC moja, private militaries, unajua tena ma, wazee mercenaries na wakakamatwa, na wakatangazwa hadharani. Kwa hiyo sio kazi rahisi kihivyo, lakini bado Trump anajaribu kwa njia zote kuweza kutafuta legitimacy ya kuweza kuivamia Venezuela au kivyovyote kumwondoa Maduro, na sababu zipo nyingi, lakini I hope nimekupa mwanga wa ni nini ambacho kinaendelea sasa hivi kule Central America na South America na Marekani kiujumla, na hizi ni geopolitics za dunia ambazo napenda kuzifatilia, na niambie kitu gani ambacho umekiona tena natamani nikizungumzie, nikupe some abcs. Hizi ni updates ambazo nitakuwa nakupa mara kwa mara. I say, kwa mara nyingine tena naomba nitoe shukrani zangu kwa kila ambaye umebonyeza subscribe kwenye hii account, kwa sababu naona content zetu zinapofikia wengi. Kwa wewe ambaye hujasubscribe, please fanya hivyo, kwa sababu ndio namna pekee unaweza kusupport hiki ambacho tunakifanya kila siku kupitia radio na hapa pia na kama unapenda pia ama umefili iki ambacho nakifanya, please bonyeza subscribe. Naitwa Grayson Gideon, see you next time.